Majina naitwa Hussein Bendera ni mkazi wa mtaa wa Mruki, naishi hapa Mruki. Mnamo tarehe kumi na tisa majira ya saa tisa za mchana tulipata taarifa ya kwamba kuna mtoto amesombwa na maji ya mto unaoelekea Ziwa Manyara. Tukiwa hapo kijijini mtaani, tulikwenda hadi ziwa hadi mtoni kwenda kuangalia, tukakuta watu wanaendelea kutafuta, na huyo mtoto alikuwa ni familia ya askari magereza. Tuliokuta askari magereza wengi wakitafuta, basi tukashirikiana nao na vijana wazamiaji ambayo tunao hapa kijijini ambaye ni bwana mmoja anaitwa Shija Masanja na Hatibu kama sikosei, walikuwepo na ndio waliofanya jitihada ya kumpata huyo mtoto maeneo ya Sora. Kwa kweli kwenye mto huo ni kama tukio la kama sora tatu au la nne, na mara nyingi na wengine huwa wanaletwa na maji kutoka sehemu nyingine, lakini huwa, tuna, tunaona hapo mwenye eneo hilo. E, kama mzazi naweza kuambia kwamba kipindi hichi cha mvua ziwa, ba, ziwa manya, ziwa Babati linafurika. Kwa hiyo wawaangalie watoto wao, na kama mzazi, lakini kama ile tukio la jana limetokea, hatuiti uzembe wa mzazi, ni bahati mbaya. Lakini mzazi unatakiwa uwe na tahadhari, usi, usitegemee bahati mbaya tu, uone tahadhari ya kujua mimi napomwacha mtoto wangu yeye anakuwa katika mazingira gani na mimi niko wapi Je, lolote likimtokea naweza nikamwahi? Kwa hiyo kwa mzazi, inatakiwa unapokuwa na mtoto basi uwe makini sana, kuwa na mtoto hasa mtoto wa mdogo kama yule wa miaka mine hawezi akaelewa kitu chochote, anaweza akafanya kitu kama utani, baadaye kikawa kweli. Jidi Hamisi Mariri ni mjumbe wa serikali ya mtaa sasa kuja kurudi ndo akaangalia tu akakuta yebo, sasa mmoja ye, liko kwenye maji jingine liko kwenye liko ya pochini. Sasa ndo akashtuka, katika utaratibu wa kufuatilia, ndo kidogo kuna jamaa mmoja alikuwa anaoga mbele akamwona yule mtoto, lakini yule jamaa katika kufuatilia naye, kwa sababu alikuwa hajavaa nguo, amepambana na alikuwa ni mzee, akashindwa kumiliki ile hali, kwa ikabidi jamaa apige simu wa kambini kule, na kwa wananchi na serikali ya mtaa, ikabidi atoe taarifa, ikabidi wananchi waende kwenye eneo la tukio kwenda kumtafuta huyo mtoto juhudi zilifanyika kuanzia ya raundi saa nane mpaka saa kumi na mbili jioni ndo yule mtoto akawa amepatikana, huko amepatikana chini. Na hii si chini ya mara ya kwanza, hili zoezi ni zaidi ya mara saba sasa hivi au nane, kwa sababu mara moja, kuna kipindi ilitokea watu wanafua tu pale korongoni, mmoja anafua mtoto akaondoka na maji mwingine aliletwa akaondoka na maji hivi kama wajana tena ameondoka, yani kama yani, nikituseme ni kama bahati mbaya zinatokea, lakini nayo kwa upande mwingine ni mapenzi ya Mungu. Mimi kwa jina naitwa Abdullahi Rajabu, ndio mwenyekiti wa mtaa huu wa Mruki. naitwa mto Faeli. Mto Faeli. Sa, kwa sasa hivi huko kwenye mvua zilipozidi maji alijaa, umebomoka kutoka ziwa Babati, kwa hiyo maji ni mengi, hapa katikati alipungua, lakini mvua zilipoanza tena maji yakaanza tena.